Bwana Yesu asifiwe! Karibuni sana katika kipindi hiki cha binti Sayuni 50, ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa na Bwana anavonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe, share, like and comment, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Leo namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi nyingine ya kumalizia series yetu ya the Seven I AM's au mimi ndimi saba. Leo tunaenda kumalizia sehemu yetu ya saba. I am so excited. Huwa uh, wanasemaga is it uh, the best, ndio inakuwa mwisho. I don't know but I believe sehemu hii ya mwisho kwa imenibariki mimi sana na mimi nitakubariki na wewe. Nimejifunza mambo mengi sana, ninaomba basi ukae mpaka mwisho uangalie sehemu hii ya mwisho, jinsi Bwana wetu Yesu Kristo anavyojitambulisha kwa namna tofauti kidogo na sehemu nyingine sita zilizopita. Mungu akubariki sana. Katika sehemu hii ya saba ya The Seven Ayams au mimi ndimi saba, bwana Yesu anajitambulisha katika kitabu cha Yohana kumi na tano kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano na anajitambulisha kama: mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Utambulisho huu unafanana kidogo na utambulisho wa sita kama tulivyoangalia wiki iliyopita. Hizi tambulisho mbili zinafanywa na bwana Yesu kwa wanafunzi wake na sio kwa ulimwengu tuliangalia wiki iliyopita ya kwamba unapokuwa na audience tofauti unajitambulisha tofauti kwana, tutaona utofauti uliopo wa utambulisho huu na tambulisho zile za kwanza tano. Bwana Yesu anaendelea kwa kusema, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Sasa tusimame hapo hapo kwanza. Tunaona kwamba Bwana Yesu anasema mimi ndimi, anatambulisha uungu wake. Lakini anasema hii ni mzabibu wa kweli. Tunapozungumzia mzabibu wa kweli, hapo tuna maana kwamba kuna mizabibu mingine ambayo sio ya kweli na hii ni kweli kabisa. Miaka thelathini iliyopita nisingeelewa hata miaka ishirini hata miaka kumi nisingeelewa sana kama sasa hivi. Sasa hivi jamani, tumejaziwa mambo ya kula feki kila unapoenda. Hizi hata hizo zabibu kwanza, kuna zile seedless na zile zenye seed. seedless ni sio za ukweli zile zile, ni majemo Umeona sasa, Bwana Yesu anatuambia hivyo hivyo kwa, na sisi tunatakiwa tuwe careful, lakini vile vile katika u -u -u, utambulisho huu anam introduce babake ambaye, umeona katika utambulisho nyingine sita alikuwa hajam introduce, alikuwa tu anasema mimi ni nuru, mimi ni mchungaji mwema, lakini alikuwa haja introduce babake kwenye position ya ya, ya mahusiano yake yeye na baba, lakini hapa anasema baba yake ndiyo mkulima, lakini anatutambulisha na sisi katika utambulisho wake yeye anasema especially, ukienda mstari wa tano anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu, huyo huzaa sana maana eh, anasema hu, huyo huzaa sana maana, msipo mimi hamwezi hamwezi chochote. Umeona? Kwa hiyo hapa tunakuja tunajifunza kitu kimoja kwamba mimi na wewe ambao tumempokea Bwana wetu Yesu Kristo, as soon as tunampokea Bwana wetu Yesu Kristo tunafanyika kuwa matawi katika mzabibu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, na mkulima ni Baba yetu wa mbinguni. Lakini vilevile kuna masharti ambayo Bwana Yesu anatuambia, kikubwa vitu viwili hapa, nataka tuviangalie haraka haraka. Kwanza anasema tawi lisilozaa linaondolewa nalo linakatwa na kutupwa kwenye moto. Kwa hiyo ina maana yeyote ambaye ha, ha, ha, ha, ha, hata kama labda amekubali ame kuwa eh, kumpokea kum, Bwana Yesu akawa tawi, lakini hazai, anakatwa anatupwa kwenye moto. Anasema lakini lile tawi linalozaa linasafishwa linakuwa pundi. Kusoma kwa Kiingereza inakuwa pundi, unapita mkasi, chupuchupuchupu chupuchupuchupu, chupu, chupu. anasema hilo litazidi kuzaa sana. Sasa hii ndio sababu mara nyingi watu walioko katika wokovu, unaweza kuwa tunapitia mambo magumu, mara nyingine tunaweza kutamani hata yale majaribu yakaondolewa, lakini hawezi kuondolewa kwa sababu yana kusudi ya kutufanya sisi tuzae zaidi na zaidi. Umeona? kwa hiyo Um, katika mambo haya yote eh, Bwana Yesu akazidi kuongea na katika huu utambulisho aka akatuelezea kwamba kwa vile sisi ni matawi na yeye ni na, na yeye ndio nini, ndiyo mzabibu na unaweza ukapata picha straight away, mti wowote ni mti ndio ambao unachukua nutrients kutoka kutoka kwenye ardhi na maji inagawia matawi kwao. Tawi likawa hata limemeguka hivi, baada ya muda unaona linakauka lina, kwa sababu alipati de, nani nutrients kutoka kwenye kwao. Ni muhimu sana kukaa ndani ya Yesu. Sasa katika mazungumzo hayo hayo, Bwana Yesu akaintroduce kitu kipya responsibilities za haya matawi kwanza, matawi yanatakiwa yakae ndani ya Yesu, ndiyo yatazaa, kama vile tawi linavyokaa kwenye mti. Tawi lolote likisema ah, likaji, upepo ukapita ukalikata tu hivi, basi tawi linaanguka, linanyauka, maanake linapata wapi sasa nani? Kwa hiyo tu, na sisi ni hivyo hivyo, ina maana sisi tu lazima tumtegemee Bwana Yesu kwa u kwa uzima wetu, kwa wokovu wetu, kwa mahitaji yetu yote. Lakini cha pili, ambacho ambaye yeye ni tawi, anatakiwa kuyaweka maneno ya Yesu ndani yake. Anasema tuyaweke maneno yake ndani yake. Umeona, hiki ndicho uh, responsibility ya kila tawi. Cha tatu, sio tu uyaweke ndani, alafu uyafanyie kazi, anakuambia uzishike amri zake, maana hiyo ndiyo maana ya kukaa kwenye pendo lake. Umeona, kama vile yeye Bwana Yesu alivyo katika pendo la Baba. Kwa hiyo Bwana Yesu yeye alikuwa kwa wakati huo, alikuwa anawaambia wanafunzi wake, mimi niko katika pendo la Baba yangu kwa sababu nazishika amri zake. Nimekuja hapa duniani kwa sababu ameniamuru, kila nayoyafanya, ninayafanya kwa sababu ninampenda Baba, naye ananipenda. Kwa hiyo na nyinyi vilevile, zishikeni amri zangu, hizo ndizo zitaonyesha ya kwamba mnanipenda. Mnamkumbuka Petro. Petro alipokuwa amerudi kuvua, Bwana alipokutana na Bwana Yesu, Bwana Yesu akamwambia Petro, nanipenda? akamwambia Ndiyo. Akamwambia, chunga kondoo yangu, chunga kondoo zangu. Alikuwa anampa amri kwao, bila Petro kuchunga kondoo, hawezi kuonyesha kwamba anampenda Bwana Yesu. Na sisi hivyo hivyo, zipo amri za Mungu ambazo zinapatikana katika neno lake ambazo tunatakiwa tuzishike, tusiposhika hizo tunajidanganya wenyewe, neno la Mungu linatuambia. Lakini kitu kingine ambacho Bwana Yesu aliwachia wao wanafunzi, akawaambia, mpendani kama Bwana Yesu alivyowapenda wao na kutoa uhai wake. Hapa napo ni muhimu muhimu sana. Unajua, mara nyingine ni ngumu sana kuwapenda watu especially watu ambao they don't love you back au they don't appreciate, hawa sio kukulove. Sometimes people just need to appreciate what you are doing for them. Na mara nyingine watu wanakuwa um, so removed au wanakuwa they don't care, lakini <laughs> bado bwana Yesu anasema mpendane kama yeye alivyowapenda na hii kwa zamani, unaweza ukafikiria ah, labda ni watu ambao watakuwa hawajali ni watu wa nje ya kanisa. Siku hizi mimi naona tena ni watu walioko kanisani, ndio kabisa, afadhali hata <laughs> watu wa nje, yaani watu walioko kanisani upendo umeshuka mno, lakini bado neno la Mungu linatuambia sisi tuendelee kuwapenda na kitu kitakachotusaidia tuendelee kuwapenda watu wasiopendeka wasiyopenda back ni kukumbuka jinsi Bwana Yesu anavyotupenda na jinsi ambavyo Bwana Yesu alitupenda kabla sisi hatujampenda, na sisi vivyo hivyo tukiendelea kushikilia hapo uta tutanani. Lakini vilevile tukumbuke matunda, kwa sababu upendo ni tunda ambalo linazaliwa na tawi, tunda la upendo kama nilivyosema. Matunda mengine um, um, niseme mchungwa hauli machungwa kwaona. Wewe unapozaa upendo, hauo upendo unaozaa haukusaidii, unatakiwa uwasaidie watu wengine. Watu wengine wakiona ule upendo wanasema yes, huyu eh, mbona ana upendo hivi? Alafu baadaye anagundua kwa sababu iko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yake wao anaweza kutaka na yeye kukaa huko ndani ya Yesu, umeona. Na ndio maana hii hi, Yohana 15 tano inasema hayo matunda yetu yataleta utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo tunachotakiwa tukumbuke, wapendwa, matunda yote ambayo ni matunda ya Roho Mtakatifu hapa tunapozungumzia amani, upendo, self-control, um, persistence, all these vitu ni kwa ajili ya watu wengine ili wamtukuze Mungu. Sisi tunaweza nisiwe na faida yoyote mimi nikiwa na, na, na, na nampenda mtu mimi nikiwa naishi maisha ya amani ndio napata faida, lakini faida kubwa wanaipata wengine, kama ambavyo yalivyo matunda, watu wanaokula ndio wanapata nani. Lakini vilevile Bwana Yesu anazungumzia kwamba mtamshuhudia, lakini huu ushuhuda hatuupati hivi hivi, tunaupata kwa sababu Bwana Yesu anafanya nini? Ametupa Roho Mtakatifu ambaye atashuhudia ndani yetu, na sisi tunashuhudia kwa watu. Pale ambapo hatujui cha kusema, Roho Mtakatifu anatukumbusha na kutufundisha. Kwa hiyo inabidi tu rely on Holy Spirit. Hasa matokeo ya huu utambulisho kwetu unatufanya sisi tuweze kujua, kuzaa matunda ni kitu muhimu mno kwa maisha ya Mkristo, kwa sababu usipozaa, ndugu yangu, unakatwa lakini kwa yule ambaye anazaa yani, hapo ndo penye mtiani, yule anayezaa. Ukionekana tu unazaa inabidi ya kuprune ili uzae zaidi, ndio maana unapita katika magumu unayoyapita. Kwa hiyo kupita kwenye magumu yaliyopita, mara nyingi unapenda no kusema, Shetani umeshindwa, umeshindwa Shetani, lakini kumbe ni Mungu anataka wewe uzae matunda mengi zaidi. Kwa hiyo anakupitisha maali ili kwamba ukitoka hapo you are better than when you started. Um, vile vile sasa anasema uku kuwa tawi kwenye kwenye tawi la huu mzabibu, na ukakubali kukaa ndani ya Kristo, ukazaa matunda, ukiomba lolote utapewa. He he, nikasema hei, kumbe kuna vitu vingine jamani, wapendo tunahangaika, maombi tunafunga, tunalala, tunafanya hivi miaka na miaka kumbe kuna mahali tunaweza kuwa tumefanya nini, tumekwama. Katika kukwama kwetu ni huku, maybe maybe hatuzae matunda bidi tu, tujiulize je, nazaa matunda nayotakiwa kuyazaa, jini niko ndani ya Yesu na yeye ndani yangu, umeona lakini. Vilevile Bwana vile, Yesu anataka tukisha, tukiwa tawi tunakuwa kama Bwana Yesu umeona kwa sababu tawi la mwembe sio tawi la mchungwa. Hivi mishali onaga, tawi la mchungwa liko ndani ya mwembe? <tze> haipo. Kwa hiyo unatakiwa uwe kama uu ni mwembe, ufanane na wewe, uwe kama hivyo uwe, tawi la mwembe. Ndio maana Bwana Yesu akasema mwe na utii kama mimi ninavomtii baba yangu. Kwa hiyo huku matokeo ya, ya, ya wewe kukaa ndani ya Yesu, ya wewe kuwa mtawi, ya wewe ku, kunani kuzaa matunda, matokeo yake ni kwamba mwisho unafanana na Yesu kabisa, na unakuwa mwanafunzi wa Yesu na unakuwa rafiki wa Bwana Yesu. Hivi unaweza kuwaga na rafiki marafiki ambaye hamjafanana? Mimi sijawahi kuona. Mimi marafiki zangu wote ukiwaangalia, wana character character fulani kama mimi <laughs> na mara nyingine mume wangu ananiambiaga, yani, wewe ni rahisi kujua uko na nani. Sasa hivi uba umetoka kuongea na nani? una sound kama rafiki yako fulani, umeona? Kwa hiyo huwa tuna tuna tabia fulani, ndio maana wanakwambia ndege wenye mabawa sawa sawa wana fly together. Uwezo ka fly na na mtu ambaye hamfanani. Afu jamani, katika haya yote tukumbuke Bwana Yesu akutuficha kitu, akasema: na kwa sababu mnakaa ndani yangu na mimi ndani yenu, inamaana hamko ulimwenguni. Ulimwengu utawachukia kama ulivonichukia mimi, na je, kama ulimwengu ulinichukia mimi, utawapendaje nyinyi? Kwa hiyo inamaana hata sisi tujiulize, ulimwengu unavyotupenda unatupenda kwa sababu gani? na yeye mwenyewe huyo master amesema, ametumia ilo lo neno, amesema tukumbuke kwamba nani, mtumwa hawezi kuwa mkubwa kuliko bwana wake. Umeona? Huwezi kuwa mkubwa. Kama walimchukia bwana, na wewe ndio utachukiwa zaidi, tena unaweza ukafanyiwa udhalimu zaidi. Kwa hiyo, hapa pamoja na Bwana Yesu anajaribu kutupa moyo, lakini natuonya, na tulisikie neno na tulifanyie kazi kwao. Huo ndio utambulisho wa bwana wetu Yesu Kristo wa saba ya yeye kuwa ndiye mzabibu wa kweli. Sasa unanisikiliza, Bwana Yesu amezungumzia nafasi zetu katika huu mzabibu anahitaji tuwe matawi. Je, na wewe ni tawi katika huu mzabibu? Kwa sababu zipo faida nyingi. Usipokuwa tawi, kuna kukatwa na kutupwa nje na kuchomwa. Hii ni hukumu ya mwisho ambao watapata watu wote ambao walikataa kuwa ndani ya Yesu na Yesu kuwa ndani yao. Ni maombi yangu kwamba hautakuwepo katika wale ambao hawatachagua uzima. Kwa hiyo ninakuomba kama bado hujampokea Yesu, hebu leo fanya kata shauri la ku mfuata Bwana Yesu, kumkubali, kukubali kwamba kama hapo kwa alivyosema, alisema mimi nimekuonyesha pendo kwa kutoa uhai wangu. Kwa hiyo embu kubali kwamba kweli Bwana Yesu ulikuja kwa ajili yangu, ukafa kwa ajili yangu, na mimi leo i surrender my life to you, na ninaomba nikafanyike, nikafanyi kuwa tawi katika mzabibu wako ambao ni wa ukweli. Umeona, na ukifanya hivyo utakuwa mzabibu wa kweli. Na sisi sasa, ambao tayari tumeshampokea Yesu, Hebu tuanze kuzaa matunda, tuangalie ni wapi ambapo bado hatufanyi vizuri. Ni matunda gani bado hatujazaa? Hiyo ni kazi yangu hata mimi, kuna matunda gani ambayo bado au yanazaliwa kwa uchache hmm? Ni muombe Roho Mtakatifu apate kunisaidia, anionyeshe ni area gani inatakiwa ni, ni, ni, ni, mwake anasema kuzaa yale matunda inategemeana na jinsi ninavyokaa ndani ya Kristo. Ni area gani ambazo inatakiwa ku dig deeper ndani ya Kristo ili niweze kuzaa matunda yanayotakikana. Yana kwa kusema hayo ninaomba uh, Mungu awabariki sana, asanteni sana. Uh, msikose, tunaenda kuanza new series i'm so excited it will all be about uh, maisha yetu hapa ulimwenguni na vitu gani ambavyo tunaweza tukapitia, na katika hivyo vitu tunavyopitia vina faida gani na tunatakiwa tufanye nini. Uh, Mungu awabariki sana. Ninaomba kama bado hujasubscribe subscribe, subscribe, share, like and comment. Na Mungu awabariki, Amen.